Tarehe 20 Januari mwaka 2025, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Marburg MVD katika mkoa wa Kagera, ambapo wagonjwa wawili walithibitika kuwa na maambukizi. Kwa masikitiko makubwa, wote wawili walipoteza maisha wakiwa kwenye matibabu. MVD ni ugonjwa hatari, unaweza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kupitia mgusano wa moja kwa moja na majimaji ya mwili kutoka kwa mtu aliyeambukizwa. Ikiwa hautaweza kudhibitiwa kwa wakati, unaweza kusababisha madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na vifo na athari za kijamii na kiuchumi. Tangu kutangazwa kwa mlipuko huu, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ilichukua hatua madhubuti kudhibiti na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu katika halmashauri ya Biharamulo iliyoathirika kama ambavyo tumekuwa tukitoa taarifa za mara kwa mara kupitia vyombo vya habari na majukwaa mengine, mgonjwa wa mwisho aliyethibitika kuwa na MVD aliripotiwa tarehe 28 Januari mwaka 2025. Kufikia tarehe 11 Machi mwaka 2025, siku 42 zilikuwa zimepita tangu kuwepo kwa ugonjwa huo wa mwisho Kitaalam na kulingana na kanuni na taratibu za shirika la afya duniani WHO, tumekidhi vigezo vya kutangaza rasmi kumalizika kwa mlipuko wa MVD. Hivyo basi leo tarehe 13 Machi mwaka 2025, ninatangaza na rasmi kumalizika kwa mlipuko wa MVD nchini. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake na uwezeshaji mkubwa aliyoufanya ambao umepelekea kumalizika kwa ugonjwa huu. Natambua kazi kubwa iliyofanywa na jamii na wataalamu walioko mstari wa mbele wakiwemo watoa huduma za afya, maafisa wa ustawi wa jamii, wataalamu wa lishe na wahudumu wa afya ngazi ya jamii, kwa kujitoa kwenu na utayari wenu wa kukabiliana na mlipuko huu Vilevile, natoa shukrani zangu za dhati kwa timu ya kitaalamu inayoongozwa na Dr. Seif Shekalage, katibu mkuu wa Wizara ya Afya, kwa usimamizi wake mzuri hadi kufikia leo hii. Aidha, namshukuru Dr. Grace Magembe, mganga mkuu wa serikali, pamoja akiwa na wajumbe kutoka Wizara ya Afya, ofisi ya Rais Tamisemi, Sekretariat ya mkoa wa Kagera na halmashauri ya wilaya ya Biharamulo. Shukrani zangu za pekee pia ziende kwa wote waliohusika katika kukabiliana na mlipuko huu, wakiwemo wananchi, viongozi wa ngazi mbalimbali, watu wenye ushawishi, wadau wa maendeleo, mashirika, sekta binafsi, viongozi wa dini, waandishi wa habari na mashirika yanayotekeleza afua za afya kwa ushirikiano na serikali. Nasisitiza kwa jamii yote kuendelea kuwa makini hata baada ya kutangaza kumalizika kwa mlipuko huu, kwa kuzingatia hatua zote za kujikinga, ikiwa ni pamoja na kunawa mikono kwa majitiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono yaani sanitizer, kutoa taarifa kwa wakati za uvumi au tukio lolote lisilo la kawaida katika jamii kupitia namba ya dharura 199 au kituo cha afya kilicho karibu. Aidha, Tunapaswa kufahamu kuwa taifa letu bado liko kwenye hatari ya magonjwa mengine ya kuambukiza kwa kasi ikiwa ni pamoja na Ebola ambao umeripotiwa katika nchi jirani na Mpox unaoendelea duniani na kutangazwa kutokea nchini kwetu hivi karibuni. Hivyo basi tunatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kushirikiana na mamlaka za afya na kuzingatia hatua zote za kujikinga dhidi ya magonjwa hayo. Mwisho napenda kuhakikishia kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuchukua hatua stahiki kuhakikisha wananchi wake na jumuiya ya kimataifa wanabaki salama. Taarifa hii imetolewa na Waziri wa Afya Jenista Mhagama. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.